Mshukuru uongozi wa taifa Mweshimiwa Rais na endelea kumshukuru kwa sababu hata hivyo tu, ameagiza wizara ya ardhi kufika katika kijiji cha Mswaki na hata hivi tumeona kwamba jinsi wanavyoshughulikia mgogoro wetu na sisi kama wananchi wa Bondo wa kitongoji cha Bondo, hivyo ndivyo tume pokelewa taarifa zetu zimepokelewa, na naamini kwamba hili swala, swala letu litafanyiwa kazi. Naibu Katibu Mkuu alizi, tulikuwa naye hapa kijiji cha Mswaki, tunaendesha na shughuli hizo, na ina maana ya kwamba ni kweli anaona migogoro ipo. Kwa maana hiyo anaendelea kuwa hoji wananchi, wanatoa kero zao, zao abla, na taratibu zao abla wanazofanyiwa na serikali, viongozi wa serikali kwamba inakuwaje, kwa nini labda mambo haya kuta vijana ni jambo rahisi linakuwa kubwa linachukua muda mwingi, lakini hakuna kingine kinachoonekana ina, ina, inaonekana tu kwamba ni utendaji ambao unaonekana hauko sawa katika wilaya hii ya Kilindi. vion, viongozi wetu kuna vitu ambavyo kidogo wanavisahau yani wana, kama vile wanavipuuzia kuviona kwamba si vya msingi sana, lakini mwisho wa picha ni vitu ambavyo vinakuja kuleta tatizo na migogoro mikubwa na kuachia, yani tunaacha tuna, tuna, tuna kufanya shughuli nyingine tuna, tuna dina migogoro kila leo baada ya, ya, ya kufanya mambo ya, ya maendeleo. Hili tumeahidi sisi wizara, tutatuma timu ya wataalamu, watakuja hapa kwa ajili ya kupitia hii mipaka kwa sababu vijiji vilipimwa vili wapitie wakishirikiana na viongozi wa vijiji lakini na wananchi wa vijiji hivi, ili sasa waweze kukubaliana na kumaliza hizo tofauti zao. Lakini kikubwa tulichokigundua pia ni, ilikuwa ni masuala ya elimu tu. Mwananchi anafikiri kwamba haki yake ya ardhi inaweza kuathirika kwa kuwa tu yuko ndani ya kijiji kingine au kwa kutokana na masuala ya mipaka. lakini tumewapa elimu na kueleza kwamba unaweza kuwa ardhi yako ikawa kijiji hiki na wewe ukakaa ki, kijiji, kijiji kingine lakini haki yako ya kumiliki ardhi haiwezi kuathirika. Lakini mgogoro mwingine inahusiana na wakulima na wafugaji e, hizi halmashauri hizi wilaya za Handeni na Kilindi kwa sehemu kubwa zina wahamiaji kutoka mikoa ya kaskazini ambao wengi ni wafugaji. Yapo baadhi ya maeneo ambayo yameandaliwa mipango ya matumizi ya ardhi, lakini kuna mengine hayajaandaliwa kwao kwa yale ambayo hayajaandaliwa mipango ya matumizi ya ardhi, tumeahidi timu ya wataalamu itakuja na kufanya kazi hiyo. Lakini kwa ile ambayo pia imeshaandaliwa mipango ya matumizi ya ardhi, yapo baadhi ya maeneo ambayo wananchi wamekuwa hawaheshimu ile mipango. Kwa hiyo tumewasisitiza kuheshimu mipango ya ardhi na kuhakikisha kwamba kila mtu anabaki kwenye eneo lile ambalo anastahili kuwepo. Wananchi wengi wanauza ardhi katika ya maeneo. Kwa hiyo tumewasisitiza ndani ya maeneo yao katika vijiji vyao, hakikisha wa, wanakuwa na ardhi akiba kwa ajili ya vizazi vijavyo. Wasi, wasipende zaidi kuuza ardhi kwa sababu baadaye itaenda kuongeza migogoro na kuleta eh, uhaba mkubwa wa ardhi kwa vizazi hivyo vinavyokuja. La wananchi ambao walikuwa wakilalamika wa eneo linaloitwa Bondo ambao wanadai kwamba wametolewa kwa wa kwa nguvu kwenye eneo hilo, ambalo kwa taarifa za awali inaonyesha ni, ni eneo la hifadhi na wao wanakiri kwamba ni eneo la hifadhi, hilo nalo tumelichukua kwa sababu tumesikia kwenye upande wao, na sisi kama wizara tunaenda kulifanyia uchunguzi na uchambuzi wa kina, na baada ya hapo tumeahidi tutarudi na kuwapa majibu ambayo ni sahihi. E, mengine tumepata nafasi pia ya kutoa elimu kwa sababu tumegundua mengine ambayo tunaiona kama ni migogoro, inaonekana ni migogoro, lakini kimsingi sio ni migogoro, ni kwamba tu wananchi wamekosa ule uelewa sahihi wa sheria hizi zinazosimamia masuala ya ardhi na taratibu zake, lakini mengine ambayo yapo pia kwa sehemu kubwa ni migogoro ambayo tayari ipo kwenye vyombo vyetu vya sheria, kwenye mahakama na mabaraza ya ardhi, lakini wengi wamekuwa wakiyaleta hapa na tumekuwa tukiendelea kuwaelimisha kwamba kama swala tayari liko kwenye mikono ya sheria, basi sisi hatuwezi tena kulichukua na kuendelea kulishughulikia. Lakini tumeendelea kuwapa elimu utaratibu sahihi hata wa kuwasilisha maswala yao wa kwenye mahakama na hizo mabaraza ya ardhi, lakini na ufuatiliaji pia kuhakikisha kwamba wanayafuatilia mpaka mwisho na pale ambapo wanaona kwamba hakutendewa haki kwenye ngazi mojawapo basi wa, ndani ya kile kipindi ambacho kinatakiwa wao wamehakikisha kwamba wamekata rufaa kwenye mahakama au kwenye baraza ambalo lina e, mamlaka ya juu zaidi. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.